Jegetii bora sana kwenye ulinzi, si ndio? Kwa hiyo huku kwenye shirikisho hakuna mabeki bora maake. Kwenye shirikisho Simba amesha kutana na mabeki wa timu ya taifa ya Misri. Simba amekutana na mabeki wa Tunisia, timu ya taifa, sawa, umenielewa? Simba ameshakutana na mabeki bora wa timu ya taifa yani ni ya Libia na Al Ahly Tripoli. Simba amesha kutana na wachezaji wa Moroko. Simba amesha kutana na kila aina ya beki unayemjua wewe barani Afrika. Kwani mpira wote tunakubaliana, mpira uko wapi? Mpira si uko kanda ya kaskazini, si ndio? Kwenye wachezaji bora, au tunajisaulisha? hmm. Lakini Simba kaingia ukanda wa unafu, kakutana na timu tatu mpaka sasa hivi, huyu wa nne. Katika timu tatu hizi zote, Simba amecheza mechi sita. Katika mechi sita, Simba amefungwa mechi moja, ameshinda mechi nne, amesuru moja. Ukanda wa unafu ndio ukanda wa mpira wa Afrika. Sasa Simba kabakisha nini mpaka useme eti hapa Tanzania au ndio unapata maneno ya mbukile kwamba ligi yetu ni bora kuliko shirikisho. Kuna wachambuzi wengine akili zao zikapimwe, wanatakuwa pale kwa Muhimbili pale hmm. Tuna kwenda kucheza mchezo wa fainali, kwa maana ya kwamba wawakilishi wa Tanzania tarehe kumi na saba mchezo huo utakuwa ni mchezo wa namna gani ikiwa Simba wanahitaji kulibakisha hapa kwa wananchi? Nao wanadai hakuna geni geni, labda muwaletee kikombe hapa. Ni zamu ya ulinzi mm, kwanza ni zamu ya nini, ya ulinzi, si umeelewa eh? Mm, kigeni kwanza tumeshawaletea, sawa eh? yani wasijishaulishe wao walivyovaa zile shanga. Mama alitoa ndege hapa, mama Samia, sawa eh? Dokta mama Samia alitoa ndege mm, ndege ile ikang'olewa mpaka vitu anatuambia kwamba inatakiwa irudi na nini irudi na kikombe lakini na na Tata, cha ajabu ile ndege imerudi na wavaa shanga, alafu shanga zenyewe wameenda kuzivalia Uarabuni, wamevalishwa na waarabu shanga. Sasa ukimwona mwarabu kamvalisha mtu shanga, kwa nini kimetokea huko? Sasa sisi tunakwenda kule, sisi tunalihitaji kombe, sisi hatuendi kulileta kombe eti kwa sababu ya kusutana na Yanga. Sisi tunacheza kwa performance yetu, si umeelewa eh? tunacheza kwa nini? Kwa performance yetu. Mungu akitujalia kombe tunalileta, asipotujalia tunasonga mbele kwa sababu sikucheza fainali, sio sio sio swala geni kwetu. Tulishacheza fainali, walikuwa waitambui, tukawaonyesha. Sasa mnataka fainali mpya, fainali mpya kidigitali. Ni hapa maka hilo, walikuwa wanadai ni analog. Sasa tumwaletea fainali digital, alafu fainali yetu usifananishe na ya kwao. Fainali yao ilikuwaje? robo fainali unacheza na Rivers kwenye ligi yake anashika nafasi ya 13, ubingwa na aso na miaka minne hajachukua ubingwa, umeelewa? Nusu finali unacheza na timu ambayo imeshuka daraja Marumo Galaxy. Sasa mwangalia Simba robo fainali anacheza na Almasi. Anashika nafasi ya nne kwenye ligi bora barani Afrika, namba moja Simba anamtoa. Nusu fainali Simba anacheza na nani, anakutanishwa na nani, anakutanishwa na, na Stellenbosch ambaye anashika nafasi ya tatu kwenye ligi ya South Africa na mwana finali wa kwa kombe la MTN amemtoa Mamelodi Sundowns, ndo anaingia fainali. Kwa hiyo sisi tumecheza na timu bora kwa hiyo fainali yetu sifanishe na kwao. Fainali yetu ina mvuto. Nataka kuvaa medali mechi ambayo itachezwa tarehe 25 hapa fainali ya mwisho. Injinia Hesi miongoni mwa watu ambao watatakiwa kuwepo na swala zima la uvalishaji wa medali, kwako kwa, nyinyi kama mashabiki wa Simba mtapata faraja kiasi gani? Ah, mimi kwanza nimefurahi sana Bwana Dosa Swaiba wangu kuliona hii. Yule bwana anatakiwa ahusishwe, yeye ndo anatakiwa awavalishe Simba medali naona atakuwa anavalisha medali huku analia si umeelewa eh? Yaani huyu kiongozi asiyekuwa wa mpira umeelewa? Maana nyie si mnamuita kiongozi wa mpira mimi yule namuita kiongozi, ndo alokuja kuharibu mpira wa Tanzania. Sasa siku hiyo atawavalisha Simba medali huku akiwa analia tena za dhahabu sio shanga zile za nani? za silver, za dhahabu atakuwa anawavalisha Simba, mi nitafurahi sana na tunaomba maombi. Namwambia eh, namwambia, namwambia viongozi wangu wanatakiwa waombe kafu <laughs> Sawa, yule bwana ndio siku hiyo a anavalisha medali nini watu wachezaji wa Simba, nitafurahi mm sana siku hiyo mm. majukumu ndio atamtaka afanye hivyo, si mapenzi. Eh, hey, majukumu ndio atamtaka afanye hivyo, atanuna atalia, lakini itabidi afanye tu. Kwa kumalizia mm. Hey, unawaambia nini sasa mashabiki wa simba Sports Club wale ambao wamepoteza imani kidogo na timu yao kwa sababu kuna watu wengine jana wameingiwa na ukakasi, nimesikia kitu pembeni huko anasema injinia mm, hey, mungoja, ni rais wa vilabu eh, mngoja tupeane elimu mm, umeneelewa eh? Injinia sio rais wa vilabu injinia ni mwenyekiti wa vilabu katika kutetea haki za vilabu, wala hausiki na Kafu wala ichicheo hajapewa na Kafu. Yaani yule ni adui wa Kafu, umenaelewa? Yaani leo unapozungumzia shirika la kazi ILO, huyu ni adui wa serikali, si umenaelewa? Maana yake kazi yake ni kutetea haki za wafanyakazi. Kwa hiyo kiwanda chochote Yani, miliki wote wa kiwanda au shirika, ukimdhulumu mfanyakazi, mfanyakazi anaenda kukimbilia kwenye ofisi za ILO na, na CAF ay, na akikidhulumu kilabu cha aina yoyote, wanaenda kufanya nini? Kufuata hichi chama cha nini, chama cha Afrika cha nini, cha, cha vilabu ambaye mkuu wake ni nani? Ni injinia, lakini sio kwamba eti ni rais wa vilabu tena. Ushike adabu yako, ashike adabu yake. <laughs> na wana Simba, neno moja, msisahau target yetu Umenelewa eh? msisahau nini, tageti yetu hii, kwa mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba pamoja na viongozi, tageti yetu ni kombe la nini la shirikisho. Umenelewa ya nini? Ndo tageti kombe la ligi tulishachukua mara ishirini na mbili, hatuna shida nalo sana. Tunachohitaji tageti yetu ni kombe la nini la shirikisho. Kwa hiyo nguvu yetu kubwa, dua zetu kubwa zielekee tarehe kumi na ngapi? kumi na saba. Hizi mechi nne, mimi nawahakikishia hakuna hata pointi moja itakayopotea na ujua uongozi wa simba vizuri hmm kama wao walizamini vilabu nane mm. <laughs> Wewe jiulize Simba atazamini nini? Wanadai kuwa hata uamshe majira ya sanane za usiku, wakikutana na wao wanakufunga tu, kwa sababu wamekwisha kuzoea na maana hawana pressure. Licha ya kusemekana kuwa dabi itapangwa, wao wako tayari kupambana na wewe muda wowote. Unawaambia nini sasa wana Yanga? Ujumbe sasa so, unaona alioandika jezi atuchezi nani? Hivi Yanga angekuwa na uhakika anaiweza Simba akaifunga muda wowote mm. angeandika jezi yes, hatuchezi Eh? Angeandika jezi hatuchezi. Sisi hatujakimbia, si imeahirishwa mechi? mm. Umenielewa? mm. Kuna vitu vitatu vilivyosababisha Yanga akimbie ile mechi mm. si umenielewa eh? mm. Yaani mtu mzima anapokimbia jambo huwa hawezi akakwambia bwana, hapa mimi nakimbia, utaona usungula usungula wake like tu mm. kitu cha kwanza kilichosababisha Yanga akimbie mechi, tarehe ya mechi iliyopangwa mm. ilikuwa sio sahihi kwake Sawa, yeye ilivyopangwa ile tarehe, alijua tarehe nane. Kumbe ile mechi muda umewekwa saa moja, saa moja sio tarehe nane saa moja, ni tarehe tisa. Na ndiyo maana nilikuwa mkinioji, nawaambia mechi nachezwa tarehe tisa, nye mkawa mnabisha nye, hamjakaa hamjakaa chuoni. mm -hmm. Umeelewa? mm -hmm. Lakini sisi wanazuoni tunajua kabisa tarehe. Ile tarehe nane saa moja usiku. mm -hmm. Ile mechi ilikuwa ni tarehe tisa, ndiyo maana Yanga akakimbia. mm -hmm. si umeelewa? mm -hmm. Kingine kilichomkimbiza ni mpanzu wameangalia mechi ya kwanza, kibdeni si mmoja tu alisababisha penati ngapi? Tatu. Sasa wewe una Mpanzu, penati zitakuwa ngapi? Umeelewa? <laughs> <laughs> Mm. We usifanye mchezo kukutana na yule mwamba Yule mwamba ameshindikana na mafurubeki yote wa Afrika. Mm. Maana mafurubeki bora wako ukanda wa unafu Muhamed. Mm. alishatifu furubeki wa Almasri, yule ni timu ya taifa ya Misri, panga pangua. Mm. kamshindwa kumkaba Mpanzo mechi zote mbili. Mm si umenelewa? Ahmed Altahidi namba mbili wa timu ya nini? ya nini ya, ya, ya, ya, ya, ya SS Faction. Yule ni namba mbili wa Tunisia kashindwa kumkaba nani Mpanzu, si umenelewa sasa? Wewe Israeli Mwenda alikuwa mchezaji wako, lakini ah ah, sio, sijakataa Israeli Mwenda. Anaweza akamkaba Mpanzu? washindwa mafurubeki wa timu za taifa ya Tunisia, Egypt, Morocco taifa ya, ya, ya South Africa bokane bokane bokane timu ya taifa nenda kagugo timu ya taifa yani ya south Africa. bokane ndo fullbacki. Mashujaa. simba wana finali. Ngoja sasa nikwambie yani hizi mechi nne hizi ustarajia utakiona kiwango cha mchezaji wa simba kila mtu anahitaji kuuzwa mbele na anaijua michezaji ya tanzania inavyocheza nguruwe si nguruwe minyati si minyati <laughs> umeelewa? Yaani hawezi kuhatarisha maisha yake wakati anajua anapambania nini. Usifanye mchezo kuvaa medali. Yaani ni vaa medali kwa nimeshika gongo <laughs> akili. Wanacheza kwa tahadhari lakini mechi ya fainali watu ndio wanaisubiri. Kwa hiyo usitarajie kuona kiwango kikubwa cha Simba. Ila point 12 tunazo na Simba. Na Simba. Waambia point 12 tunazo. Ila usitarajie kuona kiwango cha Simba. <laughs> Sasa utajua <laughs> hizo pointi zinapatikana vipi. <laughs> Karabusha mo inspector. Amecheza vizuri zaidi tangu Chefondo Maron aende katika majeraha. Watu walikuwa na mashaka kwamba ataweza kukidhi nafasi yake. Tumeshuhudia akicheza mechi za kimataifa na mwendelezo, na jana ameonekana kiwanjani. Unaizungumziaje performance yake kwa ujumla? Unajua, katika propaganda ambazo watu wanataka kutugonganisha ni za kuwafananisha wachezaji wetu. Mchezaji wa Simba ni mchezaji wa Simba, msituletee mambo ya Teba na Mkwala hapa yoyote anayepata nafasi anaipambania timu. Mm. Karabu ameumia, nani ameumia? Shemaroni amecheza Karabu, mm. Shemaroni amerudi, Karabu atakaa nje, au tukiamua tunacheza na mabeki watatu. Yani yoyote atakayecheza ni beki wa Simba, anakula mshahara wa Simba, amesajiliwa na viongozi wa Simba. Kwa hiyo you can't compare sawa, wachezaji wa Simba kutaka kutugombanisha na hivi, ndio propaganda zilizoenea kwenye vyombo vya habari, si tunaelewa kwamba watu wengi wananunuliwa sasa hivi na mimi niliwaambia, nilimwambia Ambukile wewe hey, bwana wewe unanunuliwa oh, akawa nabisha yeah. Juzi Mungu kamlani. Unaona Mungu, Simba ya ajabu Simba kweli, kurujuani zimekolea. Ambukile mwenyewe ameposti yuko na engineer ofisini, wameenda kuchukua vyao <tutu> Si umeelewa? Eh. Yani live kapost mwenyewe, nani hajaiona ile post? wewe unafuata nini we? Live kabisa amekwenda ofisini kwa engineer, yupo anasubiria mpunga. Kwa hiyo Simba kurujuani zilizopigwa kila kitu kitajidhihirisha kita, kita, kita Mmeelewa eh, kila kitu kitajisilisha. Sasa wewe eh, kama, kama mchambuzi wa mpira anakwambia ligi ya Tanzania eh, ni bora kuliko kuliko shirikisho. Kombe la muungano ni kubwa kuliko kombe la shirikisho. Sasa maana yake Yanga wamechukua klabu bingwa kwa sababu ikitoka klabu bingwa si shirikisho. Sasa kama kombe la muungano kubwa, maana yake Yanga wamechukua klabu bingwa sasa mbona za... Nilikuwa niko na mwana finali hapa. Nilikuwa nah, niko na mwana finali hapa GB 64. Alikuwa akitema cheche na kutoa wasa na akiwa si mashabiki wa Simba Sports Club wasiingie katika mitego ya kugonganisha baadhi ya wachezaji kuwafananisha wachezaji wa Simba Sports Club. Langu jina Njeva Osman. Ripota wangu ambaye niko hapa maeneo ya stesheni, kituo ambacho kinawakutanisha mashabiki wa Simba na Yanga. Sina la ziada kutokea hapa. Bye bye. Paka wakati mwingine tena.